Sawa, leo tumerudi kwenye mteremko wa mlima tukimsikiliza Yesu akitoa mahubiri yake maarufu ya mlimani. Sasa anatoa baraka yake ndefu zaidi kati ya zile za heri. Kumbuka, heri ni hatua za kuelekea furaha ya kweli neno. heri linamaanisha furaha ya kweli. Tuko katika kitabu cha Mathayo sura ya tano, sasa mstari wa kumi, ambapo Yesu anasema he, heri wale wanaoteswa kwa ajili ya haki. Kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi mtakapotukanwa na kuteswa na kusemewa mabaya ya kila aina kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na shangilieni, kwa maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa kuwa ndivyo walivyowatesa manabii waliokuwako kabla yenu. Na Yesu anasema hapa kwamba furaha ya kweli inaweza kuwepo moyoni mwa mtu anayeteswa. Sasa neno analotumia kwa ajili ya kuteswa ni la hali tulivu passive katika lugha ya asili hii, inapendekeza kwamba mtu anayeteswa anajiruhusu kwa hiari kutendewa vibaya, labda hata huwawa kwa ajili ya imani. Unaweza kutafsiri e eh, neno hilo kama ukudhulumiwa. Sasa sikiliza, je, Yesu anamaanisha kweli hapa, wamebarikiwa wanaodhulumiwa? Basi kumbuka, anaongeza kauli hii ndogo wanaodhulumiwa kwa ajili ya haki. Neno hili eh, linabeba wazo la kufuatwa au kusakwa. Sasa unachotakiwa kuhakikisha ni kwamba unafuatwa kwa kufanya jambo sahihi, si kwa kufanya jambo baya. Nakumbuka nilipokuwa mvulana mdogo, rafiki yangu wa karibu, mtoto mwingine wa mishonari, eh, yeye na mimi tulikuwa tunachunguza msitu karibu na mtaa tulipoishi wakati wa kiangazi hadi giza linapoingia. E, kulikuwa na jengo la vyumba vya kupanga njiani tukirudi nyumbani, na sanduku lililodhibiti umeme wa jengo lote lilikuwa kwenye ukumbi mdogo chini. Siku moja tulikuwa tunapita kwenye ule ukumbi mdogo na tukaliona lile sanduku. Tulitazama huku na huku, tukahakikisha hakuna mtu alikuwa karibu na na nikavuta mpini huo mkubwa wa kijivu chini, na jengo hilo lote likaingia giza, taa zikazimika. Tukakimbia. Baada ya siku kadhaa, tulirudi tena na hii ndio ilikuwa mara ya mwisho kufanya utani huo, na namaanisha kabisa, ilikuwa mara ya mwisho. Wanaume wawili, mmoja akiwa amevaa sare za jeshi, walikuwa wamesimama kwenye roshani juu ya ukuta nje ya ule ukumbi ambapo sanduku la umeme lilikuwa. Waliposikia ile leva ya umeme ikigonga chini nilipovuta, wakaona jengo lao likiwa giza ghafla na kisha wakaona wavulana wawili wadogo wakikimbia chini ya roshani yao walipokuwa wamesimama, na nakumbuka niliwasikia wakipiga kelele, wewe njo hapa na basi, tukakimbia kwa kasi zaidi, lakini niligeuka na nikamwona mmoja wa wale wanaume akiruka juu ya uzio wa roshani akatua kwa miguu yake na kuanza kutukimbiza. Naam, tulikuwa na kichwa cha kutosha cha kuanza kumshinda kama hatungeweza, nisingeishi muda wa kutosha kukua na kuwa mwalimu wa Biblia. Ea, nikiwa pamoja nani leo. Nilikuwa nakimbizwa, lakini kwa sababu isiyo sahihi. Ikiwa ningekamatwa, nisingeteswa ningeadhibiwa. Kuna tofauti kubwa kati ya adhabu na mateso. Ea, Yesu hasemi hapa wamebarikiwa wale wale wanaokera Wamebarikiwa wale wanaojisumbua wenyewe, wamebarikiwa wasio na maadili eh, wenye kiburi? Hapana, anasema wamebarikiwa wale wanaoteswa kwa sababu wanaishi maisha ya kumcha Mungu. Mtume Petro anaandika katika barua yake ya kwanza hapa nyuma, sura ya 4 mstari wa 12: wapendwa msishangae juu ya majaribu makali yanapowajia ili kuwajaribu, kana kwamba kuna jambo la ajabu linawatokea bali furahini wakadiri mnavyoshiriki mateso ya Kristo ili pia mpate kufurahi na kushangilia utukufu wake utakapofunuliwa. Ona, hii ndiyo ahadi ya ufalme ambayo Yesu anatoa huko nyuma katika Mathayo sura ya 5. Sasa Petro anaendelea hapa katika mstari wa 14, ikiwa mnatukanwa kwa ajili ya jina la Kristo mmebarikiwa. Sasa neno neno hilo hilo kubarikiwa ni Makarios. Hilo ndilo neno lile. lile. Ambalo Yesu anatumia katika heri. Ni nini? Wenye furaha ya kweli. Petro anaandika mna furaha kwa sababu Roho wa utukufu na wa Mungu anakaa juu yenu, lakini asikatiwe adhabu yeyote kati yenu kama muuaji au mwizi au mtenda maovu au kama mtu anayeingilia mambo ya wengine, na ningesema kwamba hiyo inahusu mtu anayezima umeme katika jengo la makazi. Lakini Petro anaandika ikiwa mtu yeyote anateseka kwa sababu ya kuwa Mkristo asione haya bali na amtukuze Mungu. Wapendwa, sehemu kubwa ya dunia inaona neno Mkristo kama tusi. Wafuasi wa Yesu Kristo waliitwa Wakristo kwa mara ya kwanza na watu wa mataifa wa Antiokia ya Siria, na ngoja nikuambie, jina hilo halikuwa sifa, lilikuwa tusi. Walikuwa wanaitwa Wakristo wadogo kama ilivyoandikwa katika Matendo sura ya 11 mstari wa 26. Na na hadi leo kumfuata Kristo kunaweza kusababisha matusi, mateso, dhuluma na labda hata kupoteza maisha. Nataka kusisitiza sasa kwamba Yesu hasemi hapa katika Mathayo sura ya 5, wamebarikiwa wanaoteswa basi tu. Hapana, hapana, mateso yenyewe hayamfanyi mtu yeyote awe na furaha. Yesu anasema hapa katika mstari wa kumi na mbili furahini kwa maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Watu kote duniani leo wanaamua kumfuata Kristo na wanapata madhara makubwa hapa duniani. Ahadi ni thawabu kubwa mbinguni. Kwa kweli, rafiki yangu mchungaji alikuwa katika njia Kiislamu ambapo Waislamu kumi na nne wa zamani waliamua kumfuata Yesu Kristo kama mwokozi wao, jambo ambalo ni kinyume cha sheria katika nchi hiyo. Na walipobatizwa, waliulizwa maswali kadhaa ya kawaida ambayo kwa kweli hatuwezi hata kufikiria hapa nchini kwangu Marekani. Swali la mwisho lilikuwa hili: je, uko tayari kufungwa gerezani na kufukuzwa nyumbani kwako kwa ajili ya Kristo? ya basi hebu nikuambie, haijalishi Wakristo hawa wapya watapitia nini. Miaka mia moja kutoka sasa, furaha yao haitakuwa na mipaka katika utukufu wa uwepo wa Kristo. Basi kwa hayo, Yesu anamaliza kufundisha hizi heri nane, hatua nane za kufikia furaha ya kweli na ya dhati. Dunia itakuambia kwamba furaha inategemea ni kiasi gani unaweza kupata kutoka kwenye maisha. Yesu anasema kwamba furaha ni pale unapomfuata yeye katika maisha yako. Dunia inasema e, heri wale ambao hawana matatizo. Yesu anasema heri wale wanaovumilia matatizo kwa ajili yangu. Wengi wenu mnaweza kukumbuka maisha ya bingwa wa ndondi wa uzito wa juu mara tatu Cassius Clay, ambaye baadaye alijulikana kama Muhammad Ali alitawala ulimwengu wa ndondi kwa miaka mingi. Nilipokuwa, na kuwa kwa kweli uso wake uliwekwa kwenye majarida ya michezo mara nyingi zaidi kuliko mwanamichezo mwingine yeyote. Nakumbuka kusoma kwamba Ali alipokuwa mzee, Gary Smith, mwandishi wa michezo, alikwenda kwenye jumba lake la mashambani kumhoji huyu mwanamichezo aliyekuwa akizeeka. Alipokelewa mlangoni na e, mzee aliyepinda mgongo na anayezungumza kwa shida, mchanganyiko wa ugonjwa wa Parkinson na kweli kupigwa ngumi nyingi kichwani. Ali alimpeleka gari hadi kwenye banda ambalo lilikuwa e, limegeuzwa kuwa makumbusho ya mafanikio yake yote. Lilikuwemo na kumbukumbu na vikombe vingi. Kulikuwa na picha kubwa za saizi ya binadamu zikimonyesha akipiga ngumi hewani na kushikilia mikanda ya ubingwa juu ya kichwa chake. Alikuwa amepata mamilioni ya dola kwenye mapambano haya ya ubingwa. Lakini alipokaribia baadhi ya zile picha kubwa, Gari aliona mistari mieupe ikitiririka chini kwenye picha hizo. Ilikuwa ni kutokana na njiwa waliokuwa wametaga kwenye banda hilo, basi nao walikuwa wameacha alama yao. Na Ali pia aliona hilo, akawakazia macho kwa hasira kidogo. Kama ishara ya kufunga ukurasa, alitembea polepole pole hadi ukutani na moja baada ya nyingine akazigeuza zile picha kubwa zilizofungwa fremu zikakabili ukuta. Alipomaliza kabisa, alielekea kwenye mlango wa banda uliokuwa wazi, ambapo alitazama nje kuelekea mashambani na akamnongoneza kitu chini kwa chini, na Gari akamwambia, samahani umesema nini? Na Ali akasema, nilikuwa nilikuwa nasema nilikuwa na dunia yote na haikuwa kitu. Haikuwa kitu. Furaha ilikuja na ikaondoka. Sikiliza kile Yesu Kristo anasema hapa kwa wote wanaomfuata, watu ambao hawataonekana sana kwenye vichwa vya habari, labda hawatapata mamilioni ya pesa. Mara nyingi watasahaulika, kupuuzwa, hata kutendewa vibaya watu kama wewe ambao huenda hawana umuhimu mkubwa kwa dunia leo, kama vile mimi pia sina. Siku moja Yesu anasema dunia ambayo itakuwa mbingu mpya na dunia mpya itakuwa yenu. Na niambie, wakati itakapokuwa yenu na mtatawala pamoja na Kristo, haitakuwa kitu kidogo, itakuwa kitu cha ajabu sana na kujua tu kuhusu mustakabali wetu kulingana na Yesu hapa kwenye mahubiri yake, kulingana na neno lake, hiyo inatosha kutupa tumaini na furaha ya kuvuka leo. Fikiria hilo: furaha sasa, furaha ya kweli sasa, na furaha ya kweli mbinguni milele. Basi unapomtumikia kwa furaha leo, mpendwa.